Kuona tumesikia umeumia mguu vipi? Acha mguu naniuma, uu duajua nimevunjika huko shambani, kuna utelezi. Nilikuwa nanyeshea shoga yangu, nashangaa mguu kacho. Namshukuru Mungu sijavunjika. Pole. Asante, asante sana shoga yangu, linawaka. Naniuma jua inawakaijua, linawaka sana jamani

Sasa nimekuja hapa nikuache hapa kama wiki tatu hivi, alafu utarudi Mtwara. Nitatangulia kwa sababu akazi, lakini mamangu mwenyewe ndiye huyu hapa, mamangu ndiye huyu. Nimekuja kuonyesha hapa na utabaki naye mimi, tarudi Mtwara. Mama, unajisikiaje kwanza ile mguu? mimi hata nitakuacha mama mkwe, nitakuacha mkaza mwana wako abaki hapa kiasi cha wiki tatu ama tatu. Unaniletea uu uni nani huyu? Ni mke wangu bwana, nimemoa mtana, nimekuja kujulisha na nimwache hapa akusaidie mpaka mguu upone. Nimekuambia nataka msaidizi mushi. Mbona unaniaibisha mimi? simtaki atakusaidia kukata vishiri vya ndizi, naona mindizi kule nyuma inakaa. Sasa kumeumia miguu, vile vishiri vitakatwa na nani? mama Manka, Manka yupo, Manka atakuja kunisaidia na Manka ndo itakuwa muoe. Lakini so huyu mrefu hivi kama anaomba tenchi juu ndege, mtu amesimama kama moja. Mwanamke gani huyu unaniletea huyu mwanamke, kutukana na mama keri kiwa ro

hata miezi mitatu ha, mtoto kanyoka ka, anafiga. Ulitaka Mungu akupe nini? Au wewe una matatizo? Siku hizi hakuna kumchagulia mwana mtoto mke. ili chakula wapi? ilikuwa ni ili zamani. Mama nani, itakula nini? utakula nini? Kwani anakuja kuniangalia tania? Sasa amekuja kwa haraka ulivyomshtua kwamba umeumia, labda pengine alikuwa akupe hela, lakini umeanza kusema utaki mwali utakimwali, hana ta mfuko Pesa ziko ka na kaa hata paka kwa. Hapana, sitaki. No. Meku no. Meku yupo, meku yupo. Umekosea. Hapana. Yaani no, wewe umekosea. Mwache aende. Hapana, usifanye hivyo. Sawa? Kwa sababu yaani yule mwali ni mzuri, ni mweupe. Watu wanatafuta wa mwali wanakosa. Angalia, mweta. Kijana asije kwa mshangazi. Yule ni rika lake, mwache. Usiharibu vijana, mama. Eh, yaani mkubwa. Nimekosea. Sana. Eh, jamani. Sasa mwanangu atanielewa. Hakuelewi. Muombe msamaha yule. Eh, hey, hey, kama eh, hey. Haya.